Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali kupitia Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania TCRA imeweka mikakati naendele, inaendelea kuchukua hatua za kiudhibiti kuhusiana na maudhui yasiyo na maadili katika anga la mtandao hapa nchini ikiwemo mitandao ya kijamii. Kufikia tarehe 31 Machi 2025, TCRA imeweza kubaini na kufungia tovuti, akaunti za mitandao ya kijamii majukwaa, blog na kadhalika zipatazo 80,171 zilizokuwa zinachapisha maudhui yaliyo kinyume na maadili na yenye kuhatarisha afya ya akili na watoto. Zoezi hili ni endelevu. Mheshimiwa mwenyekiti, serikali inaendelea kuendesha na kutoa mafunzo ya weledi kwa waandishi wa habari pamoja na wachapishaji wa maudhui mtandaoni mafunzo haya yanawajengea uwezo wa shiriki katika kutambua maudhui gushi mtandaoni, uandaaji wa makala pamoja na ujenzi wa taswira ya nchi ili kuendelea kulinda utamaduni uliosalama kwa makuzi ya jamii ya watoto wa Kitanzania. Mheshimiwa Jessica Msambatavangu. Asante mheshimiwa kiti, pamoja na majibu mazuri ya serikali na maswali mawili ya nyongeza. Swali la kwanza, upi mkakati sasa wa kudumu wa kuweka vitu kama censorship, ili kuzuia taarifa na maudhui yasiyo na maadili kusambaa katika jamii ya Watanzania. Lakini namba mbili, ni serikali imejipanga vipi pia kuzuia tamaduni na zile ngoma ambazo zinachezwa bila nidhamu ikiwepo kuchezwa uchi, eh, kwakiwa wakina mama wanacheza au wanaume wanacheza wakiwa kwenye sherehe ambazo zinaazimishwa katika taifa letu, upi mkakati wa serikali kuzuia Mheshimiwa Waziri, majibu maswali hayo mawili. Nashukuru Mheshimiwa Mwenyekiti. Uh, maswali mazuri kutoka kwa Mheshimiwa Msavatavangu kwa niaba ya Mheshimiwa Ng'wasi Kamani. Kwanza serikali imewekeza katika teknolojia kupitia TCRA. Serikali imewekeza sana kwenye uh, teknolojia ikiwemo matumizi ya akili za bandia ili kuhakikisha kwamba inabaini na kuzuia ama kuondosha kabla haizijafikia walaji wengi zaidi habari ambazo zimechapishwa na ziko kinyume na maadili ya Mtanzania. Lakini la pili serikali kwa sasa ina mashirikiano makubwa na makampuni makubwa yanayoendesha shughuli hizi duniani, kwa mfano Google ama Meta, ambao wanaendesha Facebook na Twitter ili kuhakikisha Uh, habari ambazo hazina maadili ambazo zimechapishwa aidha zinazuiwa kuchapishwa ama zinaondolewa haraka, lakini hali kadhalika, serikali inaendelea kuboresha sera na sheria zinazotumika kuendesha uh, masuala ya uchapishaji habari mtandaoni na inaendelea kuelimisha wananchi, ili waendelee na wao kujilinda na masuala haya na kuhakikisha uh, maadili hayakiukwi kwa kutumia machapisho haya yaliyoko mtandaoni kwa